DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Hujambo popote unapotutegea sikio kutufuatilia kwenye YouTube, Facebook au tovuti yetu dw.com kwa juu Kiswahili, ikiwa imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, hapa Ulaya ya Kati ni saa 10 alfajiri. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka Bon, Ujerumani. Ninayekukaribisha kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma, DW. Habari za Ulimwengu, na msomaji wako asubuhi hii naitwa Muhamed Khelef. Tuanze na muhtasari wake. Marekani imeipa up, ime Ukraine hakikisho la kiusalama ikiwa itakubali kuachia baadhi ya sehemu za ardhi yake kwa Urusi. Mkosoaji mkuu wa serikali ya China huko Hong Kong amekutwa na hatia ya kula njama dhidi ya usalama wa taifa. Na Urusi imelipiga marufuku rasmi shirika la utangazaji la kimataifa la Ujerumani, Deutsche Welle. Habari kamili. Berlin. Marekani imekubali kuipatia Ukraine hakikisho la kiusalama kama sehemu ya mpango wa kukomesha vita takriban miaka minne vya Urusi dhidi yake. Maafisa wa Marekani wanaohudhuria mazungumzo kati ya nchi hizo mbili mjini Berlin, Ujerumani, walisema jioni ya jana kwamba hakikisho hilo, hata hivyo, linapaswa kukubaliwa kwa haraka. Wajumbe wa serikali ya Marekani kwenye mazungumzo hayo Steve Witkoff na Jared Kushner waripotiwa kusema kwamba asilimia tisini ya mpango wa amani imekubaliwa na pande husika na kwamba sasa wanatazamia kumalizia sehemu iliyobakia. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wameripokea pendekezo hilo kwa tahadhari, licha ya kusifia hatua zilizopigwa kwenye mkutano huo wa Berlin. Ukraine bado inasuasua kwenye ukubali pendekezo la Marekani la kuachia sehemu ya ardhi yake mikononi mwa Urusi ili kukomesha vita hivyo. Mosco. Ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa serikali ya Urusi imelainisha shirika la utangazaji la kimataifa la ujerumani Dochevele kama shirika lisilotakiwa nchini humo, kudai kwa kudai kwamba shirika hilo limekuwa mstari wa mbele katika propaganda za chuki dhidi ya Urusi. Uamuzi huo ulikuwa, ulikuwa umeombwa na bunge la urusi duma tangu mwezi Agosti mwaka huu, na Dochevele inaungana na mashirika mengine kadhaa ya kimataifa, asasi za serikali na asasi ambazo tayari zimetajwa kwamba hazitakiwi nchini Urusi. Uamuzi huo unamaanisha kuwa chini ya sheria ya sasa ya Urusi, ushirikiano wowote na mashirika hayo unachukuliwa kuwa kosa la jinai na unaweza kuadhibiwa kwa faini kubwa au hata kifungo jela. Pia kushiriki ama kusambaza maudhui ya mashirika hayo kunasibika kuwa ni kosa la kisheria. Mkurugenzi mkuu wa DW Barbara Massing amesema hatua ya mamlaka za Urusi ni ishara nyingine kwamba Kremlin inataka kuzima uhuru wowote wa maoni nchini humo. London, rais Donald Trump wa Marekani amefungua kesi mahakamani akidai fidia ya, fidi ya dola bilioni kumi kutoka shirika la utangazaji la Uingereza BBC akilituhumu kumchafulia jina kutokana na vipande vya video vilivyohaririwa vya hotuba yake aliyoitoa tarehe sita Januari mwaka elfu mbili na ishirini na moja inayotajwa kuchochea uvamizi uliofanywa na wafuasi wake dhidi ya bunge nchini Marekani ingawa tayari BBC ilishakiri na kuomba radhi kwa suala hilo, mawakili hapo jana liliambia mahakama kuu mjini Miami kwamba shirika hilo la utangazaji halijaonyesha kujutia ukweli wala kufanya mabadiliko yoyote yanayoweza kuzuia hali kama hiyo kutokea tena. Msemaji wa BBC ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawana tena mawasiliano na mawakili wa Trump na kwamba msimamo wao unasalia kuwa ule ule wa mwanzo. Machafuko yaliyotokana na uvamizi huo wa bunge la Marekani ilisababishwa na Trump kupinga matokeo ya uchaguzi ambayo alishindwa na hasimu wake Joe Biden wa Democrat. Hong Kong, Jimmy Lai bilionea aliyewahi kuwa mmiliki wa vyombo vya habari na mkosaji mkubwa wa utawala wa China huko Hong Kong ametiwa hatiani kwa kesi ya aina yake kuhusiana na usalama wa taifa, hukumu ambayo anampeleka sasa jela maisha majaji waliamua jioni ya jana kwamba lai mwenye umri wa miaka sabini na nane ana hatia ya kula njama na wenzake akishirikiana na wageni kuhatarisha usalama wa taifa na kuchapisha makala za uchochezi lai aliyekamatwa kwa mara ya kwanza agosti mwaka elfu mbili na ishirini chini ya sheria kali ya usalama iliyoanzishwa na utawala wa beijing amekuwa akikana makosa hayo kwa muda mitano, wa miaka mitano mpiganaji wa demokrasia amekuwa kizuizini sehemu, kumaza, sehemu kubwa zaidi akiwa ametengwa huku familia yake ikisema afya yake imekuwa ikizorota kwa haraka. Na hatimaye, Lisbon, mshirika wa karibu wa rais aliyepinduliwa nchini guine Bissau, Omar Sisoko Embalo, ametiwa nguvuni nchini Ureno akiwa na fedha ya taslimu yuro milioni tano, sawa takriban dola milioni sita za Kimarekani, ikiwa ni wiki tatu tu tangu mapinduzi ya kijeshi kwenye taifa hilo la pwani ya Afrika Magharibi. Mtu huyo alishikiliwa kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Figo Maduro siku ya Jumapili, lakini akaachiwa kwa dhamana jana Jumatatu, kwa kuwa chini ya sheria za Ureno adhabu ya kosa kama hilo alilokamatiwa haizidi kifungo cha miaka mitano jela. Idara ya mashitaka nchini humo haikuweka hadharani jina la mshukiwa huyo, ingawa vyombo vya habari vya Ureno vinasema kwamba mpambe huyo alikamatwa akiwa kwenye ndege ambayo pia alikuwemo mke wa Embalo. Mwisho wa habari. DW, Dunia yetu leo asubuhi. Baada ya kusikiliza habari za ulimwengu tuingie sasa kwenye safu ya ripoti na uchambuzi, na miongoni mwa yale tumekuandalia, utasikia yaliyojiri kwenye mazungumzo ya Berlin ya kusaka usitishaji vita huko Ukraine. Utasikia vile vile kuhusu uhaba wa maji unaowakosesha usingizi wakazi wa Dar es Salaam nchini Tanzania na tutaangazia pia hali tete ya wakazi wa Uvira huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu waasi wa wa M23 kudhibiti mji huo wiki iliyopita. Naam, karibu huko nami, John Juma. Dunia yetu leo asubuhi inaanza kwa kuangazia matokeo ya mazungumzo kati ya ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na Rais Volodimir Zelenski na ujumbe wa Marekani yanayolenga kusitisha vita vya Urusi ndani ya Ukraine. Mohamed Helef na mengi zaidi. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, Marekani imeipa Ukraine hakikisho la ulinzi wa mipaka yake sawa na ilio lilonalo wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO, wakati wawakilishi wa timu za upatanishi za Washington na Ulaya na Ukraine zikiripoti kwamba hatua kubwa imepigwa kwenye mazungumzo hayo, licha ya ukweli kwamba suala la Kiev kusalimisha sehemu ya ardhi yake bado ni tete na tata. Wajumbe waliotumwa na rais Trump kwenye mazungumzo hayo mjini Berlin walimpa fursa hiyo rais Zelenski hapo jana, lakini walionya kwamba pendekezo hilo halitobakia milele ikiwa halitokubalika kwa sasa. Jijini Washington, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba utawala wake wanajaribu kuhakikisha kwa kwamba makubaliano yanapatikana haraka iwezekanavyo. Rais huyo wa Marekani aliongeza akiwa ikulu ya White House baada ya kuzungumza na wakilishi wake mjini Berlin na hapa na mnukuu: tumekuwa na duru kadhaa za mazungumzo ya rais Putin wa Urusi na nadhani tupo karibu zaidi kufikia makubaliano kuliko tulivyowahi kuwa hapo kabla. Ngoja tuone kitakachotokea. Mwisho wa kumnukuu. Rais Zelensky alisema baada kwa Bangelio, ya mazungumzo hayo kwamba angeliomba Marekani kuwekea vikwazo vipya Urusi na kuipatia nchi yake silaha zaidi endapo Moscow itakataa pendekezo yanayojadiliwa kati ya Kiev, Washington na viongozi wa Ulaya, ingawa hakusema kama atakubali moja kwa moja kuiachia mikoa miwili ya Donetsk na Luhansk kama anavyotaka Trump. Mazungumzo hayo ya jioni ya jana katika mji mkuu huo wa Ujerumani yamezusha matumaini mapya kwa viongozi wa Ulaya juu ya kupatikana njia ya kukomesha mgogoro huo mbaya kabisa kwenye ardhi za Ulaya tangu vimalizike vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, wengi wao walipokea pendekezo la Trump juu ya hakikisho la usalama kwa Ukraine kwa tahadhari kubwa licha ya kusifia ushirikiano mkubwa wa Trump, Zelenski na Ulaya. Rais wa kamisheni ya Ulaya, Ursula von der Leyen, alisema suala la mamlaka ya Ukraini linapaswa kuamuliwa tu na Waukraini wenyewe by... mahakikisho haya ya usalama lazima yazingatiwe kwa misingi iliyo imara zaidi. Tutaheshimu uamuzi unaofana na Ukraini yenyewe. Maamuzi kuhusu mamlaka ni lazima yachukuliwe na Ukraini na Ukraini pekee tu. Vivyo hivyo, hivyo masuala yanayogusa Umoja wa Ulaya a NATO itazungumziwa na wajumbe wa Ulaya na NATO. Kwa ufupi, hakuna lolote kuhusu Ukraine bila Ukraine, lolote kuhusu Ulaya bila Ulaya na lolote kuhusu NATO bila nato, NATO, NATO. Kauli kama hiyo imetolewa pia na kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson a usalama la Marekani kwa Ukraine lenye wakati huo, wakiashiria kuwa uamuzi wa mwisho ni wa Kiev na wakitilia shaka endapo Moscow itakubaliana na pendekezo hilo. Bado hadi sasa Urusi hajasema ikiwa imekubali mabadiliko yoyote yaliyofanyiwa kwenye pendekezo la Trump na kutoa uamuzi kwa siku za karibuni. Ndiyo Ka, jimboni mwa Kivu sini katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliana na hali ngumu hali ni tete tangu waasi wa M23 na vikosi vya Rwanda kudhibiti mji wa Uvira. Operesheni hiyo ilifanyika kufuatia kipindi cha ya mapambano yaliyovifukuza vikosi vya jeshi la Congo, Burundi na kundi la mkusanyiko wa wapiganaji la Wazalendo. Kwa upande wake, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linavitolea wito vikosi rasmi vya jeshi la Congo na washirika wake kuwahakikishia raia wa kawaida usalama wanapokimbia vita na msaada kuwafikia wanaohitaji. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi. Kulingana na mtafiti mkuu katika shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch Clementine de Monjoe, makundi yanayozozana yanaendelea kutekeleza ukatili na kuzuia juhudi za kusambaza misaada na wanapaswa kuwajibishwa. Kimsingi, makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani, Kongo na Rwanda yanayolifanyia kazi suala la mashariki ya Kongo haijaleta tija kwenye kudumisha usalama au wakaazi kupata misaada katika maeneo ya Uvira yaliyo karibu na Kivu ya Kusini. Taifa zinaashiria kuwa watu sabini raia wa kawaida waliuawa na themanini na tatu kujeruhiwa, zinabainisha duru za waandishi. Kwa upande wake Umoja wa Mataifa wakimbizi wamekimbia mapigano, wakiwemo wengine zaidi ya elfu walioingia Burundi eleza kuwa hali ya kibinadamu Uvira ni mbaya na maeneo yaliyo karibu pia ni tete. Vituo vya afya na hospitali zimelemewa na mzigo mzito wa wanaohitaji huduma na matibabu, wakati ambapo viwango vya msaada wa kibinadamu vimepungua kwa sababu ya vikwazo vya usafiri na ufadhili kushuka. Wakimbizi walioko Burundi wamelielezea shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch kuwa wanapokea viwango vya chini sana vya msaada na wakati mwingine kuukosa kabisa ifahamike kuwa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP limesitisha msaada unaotoa kwa Kivu yote ya Kusini. Ripoti hii ya Human Rights Watch inawarai viongozi wa Rwanda na M ishirini na tatu kwa kuhakikishia wakazi uwezo kupata bidhaa za msingi za matumizi, mfano maji, chakula na dawa. Duru za Umoja Mataifa na jeshi zilielezea Human Rights Watch kuwa maelfu ya vikosi vya Rwanda, vikiwemo vile maalum, vilivuka mpaka na kuingia Kongo katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Itakumbukwa kuwa katika wiki ya kwanza ya Disemba mwaka huu vikosi vya Rwanda na M23 vilikamata miji kadhaa na vijiji vikielekea Uvira, ikiwemo Luvungi, Mutarule na Sange duru zinaeleza kuwa silaha nzito nzito ziliindima kwenye operesheni hiyo. Kufuatia hali hiyo, tarehe kumi na mbili mwezi wa Disemba, Marekani ilielezea baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa Rwanda ilifanya mashambulizi ya angani na ardhini kwa kutumia silaha nzito na makombora kuwasaidia wapiganaji wa, wa M ishirini na tatu kwenye eneo la Kivu ya kaskazini na kusini. Operesheni hiyo ya Uvira ilifanyika siku kadhaa baada ya mkataba wa kusitisha vita na kudumisha amani uliosimamiwa na Marekani kutiwa saini tarehe nne mwezi wa Disemba. Ijapokuwa mkataba huo una vipengee vinavyoshinikiza kudumisha amani, mfano kuondoa vikosi vya Rwanda Kongo, makubaliano mengine lazima yafanywe kazi ndipo yatekelezwe, linaeleza Human Rights Watch. Rwanda Inakanusha madai yote ya kuhusika na mzozo huo moja kwa moja. Shirika la Human Rights Watch linasisitiza kuwa washirika wa mkataba wa Washington wa kusitisha vita wachukue hatua zaidi ya kutoa shutuma na badala yake kushinikiza utekelezaji unaoana na sheria za kimataifa za masuala ya msaada na haki za binadamu. Shukran Telma. Hali ya ukosefu wa maji kwenye jiji kuu la kibiashara nchini Tanzania la Dar es Salaam imeendelea kushuhudiwa licha ya jitihada ambazo serikali imesema inachukua kushughulikia kadhia hiyo. Hadi sasa huduma ya maji kwenye maeneo mengi ya jiji hilo la wakazi milioni saba haijarejea kikamilifu. Mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na Juma Aweso ambaye ni waziri wa maji wa Tanzania, na kwanza anaeleza hatua wanazoendelea kuchukua. Changamoto tunayoipata kwamba chanzo chetu cha Ruvu kinategemea mto Ruvu. Sasa kama unavyofahamu tunapozungumzia mto chanzo chake kikubwa inakuwa ni mvua. Sasa mvua hizi za vuli zimechelewa kunyesha, kwa hiyo ukawa kuna ukame. Kwa hiyo katika eneo la Luvuchini ambao mtambo wetu una uwezo wa kuzalisha lita milioni mia mbili sabini, umepungua uzalishaji. Kwa hiyo tunazalisha nusu ya, kwa hiyo si kama maji hakuna, tunayo ndio na, na hilo litaka kukusikia. Sisi hapa DW tumeripoti tu kuhusu uhaba huu wa maji unaoshuhudiwa hapo, hapo Dar es Salaam na, na kile ambacho mamlaka e, imekisema kwa maana ya mamlaka ya maji DAWASA e, hichi ambacho vilevile umekieleza upungufu wa maji kutokana na ukosefu wa mvua. Na wachangiaji wengi kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa mfano najiuliza, kwa nini hadi leo mnategemea mvua kama chanzo cha usambazaji maji, waziri? Kwanza lazima tukubali kubadilika kwamba sasa hivi tumeona duniani tunakuwa na mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mabadiliko ya tabia nchi lazima tukubali yapo. Sasa hivi tumeona katika taifa letu la Tanzania kuona mto unakauka haijawahi kuwa experience, kwa hiyo ilikuwa ni funzo, na ndio maana serikali ikafanya maamuzi, badala ya kutegemea tu chanzo peke yake cha ruvu chini na ruvu juu. Eneo hili la Kigamboni tumefanya tafiti hapo maji chini ya ardhi, tumeanzisha mradi ambao wa zaidi ya bilioni ishirini na tatu ndo unatusaidia saizi ambao ukisaidiana na Ruvu, na Ruvu juu. Kwa hiyo katika kukabiliana na hali hii ili isitokee tena, ndio maana tumefanya jitihada kupitia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda. Ni maamuzi ambayo yalikuwepo tangu muda mrefu, tangu baba wa taifa, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya maamuzi na akasema tutafanya kwa fedha zetu za ndani. Zinapozungumza mkandarasi yuko saiti, mradi upo asilimia arobaini bwawa hili lenye thamani ya zaidi ya bilioni mia tatu na thelathini na tano lina uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni mia moja na tisini. He, utakubaliana na mimi waziri, kwamba hii ni mipango ya muda pengine, wakati na mrefu, hivi inavyozungumza na wewe, wako watu wanasema hawajaoga kwa siku mbili ama tatu, biashara zimesimama. Un unaposikia malalamiko kama haya, na wewe ndio waziri mwenye kumla la maji, Una unajisikiaje? Nikiwa kama waziri moja jukumu langu ni kuhakikisha watu wanapata huduma ya wa maji, na tumefanya kipindi chote, lakini sasa hivi tumepata changamoto. Lazima ukubali, huwezi ukawa waziri wa maji watu hawana maji. Kiubinadamu najisikia unyongi na ndio maana kazi kubwa imefanyika kipindi chote, Januari mpaka mwezi huu wa kumi na moja wameendelea kupata huduma ya maji safi na salama kupitia mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa mazingira. Hiki ni kipindi tu cha mpito, ni cha mpito, na tutavuka salama, na hivi karibuni hata leo Dar es Salaam mvua zimeshaanza kunyesha. Naam, huyo ni waziri wa maji wa Tanzania, Juma Aweso, kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chulumba. Kusikiliza mahojiano hayo kwa urefu, tega sikio kwenye matangazo yetu ya mchana ifikapo saa saba kamili, afrika mashariki. DW tunavuma kwa kishindo. Bara la Afrika limepitia misukosuko katika siku za hivi karibuni, kama mapinduzi katika nchi za Madagascar na Gini Bisau na jaribio la mapinduzi nchini Benin. Je, ni kwa nini hali kama hii imejitokeza mara kwa mara barani Afrika na je, kuna uwezekano kwamba mapinduzi mengine au majaribio ya mapinduzi yatatokea mwaka ujao wa elfu mbili ishirini na sita? Ripoti ya mwandishi wa DW David L. inasomwa na Zainab Aziz. Mapinduzi mara mbili na jaribio moja lililoshindikana katika kipindi cha wiki nane. Mwelekeo huu wa hivi karibuni ni mpya katika historia ya bara la Afrika. Mnamo Oktoba, jeshi nchini Madagaskar lilimwondoa rais wa nchi hiyo baada ya wiki kadhaa za maandamano, na mnamo mwezi Novemba, wanajeshi nchini Guinea Bissau walimwondoa mkuu wa nchi muda mfupi baada ya kile walichokiona kuwa uchaguzi uliokuwa na udanganyifu. Vilevile, mwanzoni mwa mwezi Disemba, kundi la wanajeshi wanaojiita kamati ya kijeshi ya urekebishaji walitangaza kuchukua madaraka nchini Benin, lakini hawakufanikiwa na hatimaye walikamatwa baada ya walinzi wa rais na washirika wa kikanda kuingilia kati. Kwa sasa nchi nane barani Afrika zinatawaliwa kijeshi. Ukanda huu wa mapinduzi unaenea kote barani humo pamoja na eneo la Sahel hasa katika nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa Je, ni kwa nini kuna matukio mengi ya mapinduzi barani Afrika kwa sasa na je, mabadiliko haya yanatishia kuingia kwenye nchi zingine za bara hilo? Huko mjini Dakar, Senegal, Beverly Ochieng, mtafiti katika mpango wa Afrika kwenye kituo cha masomo ya kimkakati na kimataifa CSIS chenye makao yake makuu nchini Marekani, amesema ni vyema kuangalia vichocheo hivi vyote kama je, kuna kiwango cha juu cha malalamiko ya kijamii? Je, kuna mashaka ndani ya jeshi kuhusu wanayotendewa, au kama wanajeshi wanalipwa mshahara wa kutosha inafaa pia kuangaliwa iwapo kuna wachochezi wa nje ambao wanataka kutumia fursa ya kutokuridhika na serikali katika nchi husika na kisha kujaribu kuhamasisha watu kwa kiwango kikubwa na kujaribu kuvuruga mshikamano na taasisi zake. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanafaa kuangaliwa. Bibi Ocheng amebainisha hatari ya mapinduzi mapya katika nchi za Sahel za Mali, Burkina Faso na Niger ambazo tayari ziko chini ya utawala wa kijeshi. Naye mwanzilishi na mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya mafunzo ya usalama ya Afrika Kusini ISS Jacki Lias amesisitiza alipozungumza na DW kwamba Afrika haina tofauti na mabara mengine. Amesema nchi nyingi za Afrika zinakabiliwa na changamoto maalum, kwa mfano, katika Afrika Magharibi na eneo la Sahel. Amesema baadhi ya nchi zinakabiliwa na ukuaji wa haraka sana wa idadi ya watu na kwamba vijana wengi hasa wa kiume ndio mara nyingi huwajibika kwa ukosefu wa utulivu. Wengi wao ni wale waliopata elimu bora, lakini hawana kazi na hakuna fursa Silias amesema hii ni hali tete inayoweza kusababisha ukosefu wa utulivu, na ameongeza kusema kuwa matatizo haya yamejikita sana, ni ya kimuundo na hakuna suluhisho la muda mfupi la kutatua matatizo. Shukran, Zainab. Athari za maamuzi aliyofanya rais wa Marekani Donald Trump kufutilia mbali misaada ya chakula zinadhihirika miongoni mwa jamii za wafugaji wa kuhamahama za Turkana, kaskazini mwa Kenya. Watoto wengi wa wafugaji hao kimsingi walitegemea misaada hiyo ambayo iliwapa lishe stahiki, hasa kutokana na vipindi virefu vya kiangazi ambavyo vimedumu eneo hilo kwa muda wa miaka kadhaa. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hii ya uchambuzi. Hapo ni kwenye mojawapo ya vituo vya afya ambapo akina mama wa jamii ya Turkana wapeleka watoto wao hasa kuhusiana na magonjwa ya utapia mlo. Miongoni mwa huduma wanazopata watoto hao ni kupimwa kubaini viwango vyao vya vya utapia mlo na ni nini ambacho kinawakwaza kustawi kiafya. Mbali na dawa anazopewa muhimu zaidi ni vifungu vya chakula maalum kilicho na lishe maalum, lakini baada ya rais Trump kuvunjilia mbali shirika la USAID ambalo kwa miaka kadhaa lilikuwa likiendesha mipango hiyo ya kutoa misaada ya chakula hicho, idadi kubwa ya watoto wanaugua kutapia mlo. Wazazi wao wanakabiliwa na hali ngumu kuweza kuwapa lishe mbadala, kwani mifugo wao wengi ikiwemo mbuzi na ng'ombe walitokomea katika vipindi virefu vya kiangazi. Hata misaada ya kifedha ambayo shirika la UNICEF imekuwa likitoa kwa wazazi wawanunulie chakula watoto wao imezidi kuwa haba. Mzazi mmoja kwa jina Helen Etiman ni kielelezo cha wengine wengi ambao watoto wao wamekosa kustawi kimwili kutokana na hali hii, licha ya kupokea misaada ya pesa na kwa bahati posho za chakula. naelewa kuwa pesa hizo ni kidogo sana kukizi familia yangu, na mimi huzitumia kununua chakula zikiisha mimi utafuta usaidizi kutoka kwa majirani zangu. Wengine wanaweza kunipa pesa au chakula kidogo kusaidia familia yangu. Tangu mwezi Machi misaada ya chakula maalum haikuwa imewafikia walengwa licha ya serikali ya Marekani kutoa msaada wa dharura wa kifedha. Misaada hiyo ilianza kuwafikia wahanga hao mwezi Septemba, na kwa ufafanuzi wa shirika la UNICEF ilichelewa kutokana na taratibu za kurejesha mnyororo wa ugavi na usambazaji uliokuwepo awali kabla ya USAID kusitisha shughuli zake. Katika kipindi hicho, shirika la masicops ambalo lilihusika katika usambazaji wa chakula hicho na huduma sambamba kilikusanya taarifa za watoto wa Afrika. Mwezi Agosti, Marekani ilitoa misaada zaidi ya kifedha ya dola milioni tisini na tatu kwa UNICEF kugharimia huduma hizo katika mataifa kadhaa ikiwemo Kenya ambayo inabeba mzigo wa kuwahudumia pia wakimbizi kutoka Somalia na Sudani Kusini. Mkurugenzi wa Masi Korps Melako Yirga amefahamisha kuwa kutokana na pengo la muda wa miezi ambapo chakula hicho maalum hakikufikishwa watoto wengi waliugua utapia mlo na wengi wakakosa kustawi ipasavyo when severely malnourished... wa miezi kadhaa bila kupata chakula hicho maalum mtoto hukosa kustawi na kuwa hatarini kukumbwa na magonjwa mbalimbali mbali, ambayo huaidi hata ubongo wake kuathirika, kwani pia hana kutosha mwilini. Kulingana na takwimu, angalau watu laki moja sabini na tisa elfu wanakabiliwa na hali ngumu ya uhaba wa chakula nchini Kenya, idadi kubwa ikiwa katika eneo kame Turkana na sasa tusikilize makala DW afya yako. Kuzingatia kanuni za usalama barabarani sio tu lazima kuzifuata, bali ni ulinzi wa moja kwa moja kwa afya zetu na maisha ya familia zetu. kila siku barani Afrika, mamia ya watu wanaathiriwa na tabia ndogo ndogo kama kuendesha kwa mwendo kasi, kutumia simu au kuendesha ukiwa umechoka au mlevi. Leo tunaangazia jinsi usalama barabarani unavyohusiana kwa karibu na afya ya mwili na kwa nini tahadhari ndogo zinaweza kuokoa maisha. Mimi ni Brichwa. Kufunga mkanda ni kitendo rahisi, lakini wengi wanakipuuza. Katika ajali, mwili usiofungwa mkanda unakosa ulinzi wa msingi, na madhara yanaweza kusababisha matatizo ya kudumu. Katika mitaa ya Pretoria, simulizi za maisha ya kila siku zinaonyesha thamani ya tahadhari barabarani. Miongoni mwao ni Saidi Ngobongo. Safari ya bila kufunga mkanda huwa ni hatari sana, inaweza kuchukua uhai wa maisha yako hata safari ya mita mia. Mara nyingi unapofunga mkanda hata safari ya mita hamsini mia, yani haijalishi ni ndogo kiasi gani, inaweza ikaokoa uhai wako, haijalishi ni fupi kiasi gani. Ukifunga mkanda, unakuwa unajipa tahadhari ya usalama wako. Wataalamu wa afya na usalama barabarani wanasisitiza kwamba hatua rahisi kama kufunga mkanda zinaokoa maisha. Gaigelo Mpo anasema kila safari, hata ya karibu, inahitaji mkanda wa usalama. Mkanda ni kinga ya kwanza kabla ya daktari yoyote. Ajali nyingi zinachangiwa na uchovu, ulevi, msongo wa mawazo na matumizi ya simu. Matokeo yake ni makubwa, ambayo yanaweza kusababisha jeraha la misuli, matatizo ya neva, msongo wa mawazo na ulemavu wa muda mrefu. Hamisi Gumbo, dereva wa loli, anasema kuna wakati mzigo unakuwa mwingi, unajikuta uh, umechoka. Lakini, ha, na, kuna wakati mzigo unakuwa mwingi na unajikuta umechoka tena sana, lakini hakuna namna, inabidi uendelee kuendesha. Hata hivyo nimejifunza kusimama, na wakati mwingine inabidi nipumzike, kwa sababu uchovu ni hatari kuliko watu wengi wanavyodhani. Yaani, yaani, ni kama kuendesha ukiwa huoni vizuri, ni kama kuendesha ukiwa huoni vizuri. Kadri kasi inavyoongezeka ndivyo uwezekano wa majeraha makubwa unavyozidi ajali za mwendo kasi ndizo zinazochangia ulemavu wa kudumu na gharama kubwa za matibabu. Daktari Michael Muhando anasema, kabla ya ajali alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ana function vizuri, ambaye alikuwa independent, anafanya shughuli zake mwenyewe, ana zile besi zake anazifanya kwa kujisaidia, you know that. Lakini baada ya ajali majeraha aliyoyapata anamfanya huyu mtu awe tegemezi. Kwa hiyo utakuta ndugu ambaye anabidi awepo ni ndugu ambaye probably angekuwa anabenda afanye shughuli zake lakini kutokana kwamba kuna ndugu kuna kwamba kuna jamaa yao tayari anahitaji uangalizi, inamaanisha kuna nguvu kazi inapotea kule ili ija huku wangalia huyu mgonjwa. Mashirika na wizara za uchukuzi barani Afrika wanasema ajali nyingi husababishwa na makosa ya kibinadamu, zikileta majeraha makubwa, ulemavu na vifo vinavyoweza kuzuilika. Waziri wa usafiri wa Afrika Kusini Barbara Creecy, anasema We have learned... That human error, whether by pedestrians or drivers, makosa ya kibinadamu iwe ya watembea kwa miguu au ya madereva ndiyo yanayosababisha ajali tisa kati ya kumi. Idadi kubwa ya ajali hutokea mwishoni mwa wiki hasa usiku. Ajali haziharibu mwili pekee, zinaharibu ndoto, familia na uchumi. Gharama za matibabu na ulemavu ni mzigo mkubwa kwa kaya nyingi lakini tunaweza kuyaepuka kwa hatua rahisi: funga mkanda, epuka kutumia simu barabarani, punguza mwendo kasi, pumzika unapochoka, usiendeshe ukiwa umelewa, fuata alama na sheria za barabarani. Usalama barabarani ni sehemu muhimu ya afya ya mwili na akili. Kila uamuzi tunaofanya barabarani una matokeo kwa mwili wetu, familia zetu na taifa letu. Mimi ni Bryce Olubichwa, hadi wakati mwingine, kwa heri. Asante ah sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma nikikutakia siku njema na kwa heri kwa sasa.